Kuona wadudu kwenye ndoto. Kuona wadudu kwenye ndoto hufasiriwa kama ishara ya heri. Ikiwa mtu ataona mdudu akitembea juu ya mkono wake au sehemu yoyote ya mwili wake, hii inaashiria kwamba atapokea habari njema hivi karibuni. Ikiwa mtu ataota kuwa ameng'atwa na mdudu, hii inaweza kumaanisha kuwa ataugua au habari au barua anayoisubiri itacheleweshwa. Vilevile, ikiwa anafuatilia jambo fulani katika mazingira ya serikali, huenda suluhisho lake likachukua muda mrefu zaidi. Ikiwa ataota kuwa amemua mdudu, hii inaashiria kuwa kazi anayofanya sasa inaweza kuchukuliwa na mtu mwingine. Ikiwa ataona mdudu mkhafu kama jongoo wa kinyesi, hii inamaanisha kuwa anaweza kula mali haramu au atakumbwa na uadui. Ikiwa yeye ni mfanyakazi wa serikali, anaweza kupoteza kazi yake, na ikiwa anafanya kazi katika sekta nyingine, huenda akalazimika kuhamishia kazi yake mahali pengine.